Mheshimiwa Waziri Mkuu, idadi ya wapiga kura imekuwa inapungua mwaka hadi mwaka tofauti na watu wanaokwenda kujiandikisha kwenye daftari la kupiga kura. Kwa mfano, mwaka elfu mbili na kumi kati, kati ya waliojiandikisha walioenda kupiga kura ni asilimia 42 nukta 7. Elfu mbili na kumi na tano kati ya waliojiandikisha walioenda kupiga kura ni asilimia 65 nukta 3. Elfu mbili na ishirini kati ya wale waliojiandikisha waliojitokeza kupiga kura ni asilimia 50.7. Yote hiyo imetokana na sababu mbalimbali mbali, ikiwemo na wananchi kupoteza imani kwa vyombo vinavyoandaa uchaguzi na vinavyosimamia uchaguzi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani. Serikali haioni haja ya kukaa na wadau wa uchaguzi kuwasikiliza na kuondoa dosari ambazo zinalalamikiwa ili kuruhusu uchaguzi wa huru na haki? Naomba nianze kwa kujibu swala mheshimiwa Aida Kenani mbunge wa jimbo la Nkasi kaskazini kama ifuatavyo. Kwa mujibu wa katiba ya nchi yetu, kila Mtanzania anayo haki ya kuchagua, kuchaguliwa kupitia chaguzi mbalimbali, ikiwemo mbali na uchaguzi mkuu. Majukumu yote ya uchaguzi yako chini ya Tume Huru ya Uchaguzi. Sisi kama serikali ni wadau, miongoni mwa wadau wote wanaoungana na tume katika kutekeleza wajibu wetu na serikali. Wajibu wetu ni kutekeleza yale maelekezo ya tume kulingana na ratiba yao, na wanayo ratiba ambayo inaonyesha matukio mbalimbali mbali kufikia siku ya upigaji kura, moja kufanya kazi ya maboresho ya kujiandikisha kwenye daftari wapiga kura, ambako kila Mtanzania mwenye sifa ya kupiga kura anayo haki ya kwenda kujiandikisha, lakini pia anayo haki ya kuhakikisha kwamba yuko kwenye daftari tayari kwa kupiga kura. Sisi serikali kama wadau tunalo jukumu kama wadau wengine kushiriki pamoja na tume katika kutoa elimu kwa Watanzania ya umuhimu wa uchaguzi na umuhimu wa kujitokeza kwenda kupiga kura, lakini sisi kama wadau pia tunalo jukumu la kuhakikisha kwamba nyakati zote za ratiba hiyo, kuhakikisha kwamba Watanzania wanakuwa salama a wanakwenda kujiandikisha, tunao wajibu wa kuhakikisha usalama wake anapojiandikisha. Hata siku ya kupiga kura, tunao wajibu wa kuhakikisha kwamba usalama wa mpiga kura unakuwepo.